Nam, karibu tena. Na kabla ya kuingia viwanjani, tuangazie matukio kutoka magatuzi mbalimbali, ambapo maafisa wa polisi katika kaunti ya Homa Bay wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha afisa wa polisi aliyeripotiwa kujitoa uhai baada ya kudaiwa kuwaua wanawe watatu katika kijiji cha Kagoga, kaunti ndogo ya Karachuonyo Magharibi. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa kitendo hicho kinaweza kuwa kinahusishwa na mzozo wa muda nyumbani kwake. Taarifa hiyo na nyingine zaidi, mtazamaji ni kwenye Kulingana na ripoti, afisa huyo wa polisi mwenye umri wa miaka 30 aliyehudumu katika kaunti ya Marsabit na alikuwa likizoni, anaaminika kuwapa watoto wake watatu sumu kabla ya kujitoa uhai. Maybe na kanisa linatoa wito kwa wizara ya Masuala ya Vijana, Uchumi Bunifu na Michezo kuunga mikono mipango ya vijana kanisani Wakati wa uzinduzi wa kwaya katika kanisa la Good News Church of Africa jijini Nairobi, uongozi wa kanisa hilo ulikariri haja ya serikali ya kuwawezesha vijana. Na watetezi wa haki za kibinadamu katika kaunti ya Garisa wanataka haki kwa mwanamke mjamzito mwenye umri wa miaka 28 aliyefariki kwenye mkanyagano alipokuwa akipanga foleni kutafuta chakula katika kambi ya wa wakimbizi ya E4 katika kaunti ndogo ya Dadab siku ya Ijumaa.

Katika kaunti ya Kajiado ni afueni kwa mamia ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakiendesha shughuli zao katika soko la muda katika mji wa Kitengela kufuatia ufunguzi rasmi wa soko la kisasa. Gavana wa Kajiado Joseph Olelenku, ambaye alifungua rasmi soko hilo lililogharimu shilingi milioni sitini, aliwahakikishia wafanyabiashara hao kwamba vibanda vilivyopo vitagawiwa kwa haki, alitakuwa soko ya kabila moja na halitakuwa soko ya mrengo moja ya siasa. Hii soko itakuwa ya Wakenya wanaoishi sehemu hii ya Kitengela. Hatimaye, katika kaunti ya Baringo, shule ya msingi ya Timboyo katika kaunti ndogo ya Baringo ya Kati inatarajiwa kunufaika kutokana na uimarishaji mkubwa wa miundombinu ya shule hiyo kwa hisani ya wakfu wa Mpesa. Katika mpango huo madarasa yaliyopo yatakarabatiwa na kutakuwa na ujenzi wa majengo mengine katika shule hiyo. Purpose of this program is a to make sure that our children have a learning environment that allows them that allows them to study well, allows them to get digital skills. Martini Maslin, Darubini Wikendi.